Pindua pindua kifurushi kinachokupa uhuru wa kutumia MB dakika kivyovyote. nam hualigani, mtazamaji wa Global TV Online kupitia Global Sport, unapata habari mbalimbali za kimichezo ukiwa na mimi sports lead wako nambari tatu mgongoni Esta Msofe. Kiungo ya Yanga, Thabani Kamusoko ameendelea kupatiwa matibabu ya goti kuhakikisha anarejea katika hali yake. Sasa matibabu ni yale ya kiwango cha juu kuhakikisha Kamusoko anakuwa katika kiwango kizuri cha kuanza mazoezi. Kazi ya kuchukua vipimo ili kumaliza tatizo la ligament kwenye goti lake limefanyika katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Kiungo huyo Mzimbabwe amefanyiwa matibabu ya kiwango cha juu akichukuliwa vipimo vya juu kabisa kuhakikisha anakuwa vizuri. Kamuso kwa amekuwa benchi kwa zaidi ya miezi miwili sasa akiendelea kusota kutokana na kuwa majeruhi mengi na mengine mengi. Endelea kufuatilia TV online kwa habari kama hizi na nyingine nyingi, ustakuboa sehemu subscribe chini ya video hii kwenye kitufe chekundu ili kuwa mwanafamilia wa Global TV online na kutufuatilia katika mitandao ya kijamii facebook na instagram tunatumia naingram twitter oba habari asante na kwa hemi.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 kutokea Tanzania mara ya kwanza kabisa kusikika nchi nzima, napindua pindua, pindua. Matumizi ya bandu, kama una dakika zitumie kuperuzi, pindua pindua, pindua, pindua. una MB unaweza kuongea kifurushi cha pindua pindua pindua cha kupa pindua cha unit, uhuru ni wako, hmm. dakika na MB, ongea upenda pindua, kaka kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua units zako kwa dakika au MB au SMS unavyotaka, piga nyota 149 nyota 01 alama ya reri, chagua pindua pindua. Vodacom. Vodacom. Power to you. Katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers, the house of favorite newspaper, imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo, kutazama Globo TV, kuenjoy burudani ya muziki, kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu. Ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kuwa wa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper.